Karibu kwenye channel marketing, na hii ni site ya pesa, tutakwenda kuichambua kama ina uhakika au nia kubabaisha. Kwanza tutakiwa ujisajili, utaweka namba ya simu, lazima utacreate password yako na utaweka jina au username. baada ya kumaliza takiwa bonyezi hapo jisajili na ukishajisajili utaona umepewa zawadi ya elfu hamsini bure. Hiyo hapo ni zawadi ya kwanza ukianza kuingia kwenye saiti hii. Tuende tuone, lakini saiti hii sina uhakika sana kama inafanya kazi au vipi. Ah, pia hapo kuna njia ya kushare link, unapata pesa kwa kushare link, kwamba ukishare link kwa wafuasi wako au marafiki zako unapata elfu ishirini na tano ya ofa. Kwa hiyo hapo unaweza kushare hiyo link na ukaweza kujipatia pesa. Ina maana hapo utaikopi ulinki, utabonyeza hapo nakili, au utaweza kuikopi kama kawaida, na twende kuona njia za kupata pesa. Hapa kuna njia nyingi za kupata pesa, kama kutazama video, kucheza game na mambo mengine. Aa, lakini si muhimu, twende kwanza hapa kwenye bonyeza vitoto vitatu kisha bonyeza hapo, kisha bonyeza simu imeandikwa pesa. Na baada ya hapo utaweza kuona sheria za kutoa fedha. Sasa mambo kama saiti kama hizi, kama ni saiti ambazo hazina uhakika sana. Kwa hiyo usije ukababaishwa, usipoteze muda, kwa sababu saiti za uhakika haziwezi kukuwekea vipengele vingi hapa, lakini pia kuna njia za kuweka malipo au naweka namba kwa simu, utaweza hapo, weka namba malipo ya malipo nazi, utaweka kama itakuwa namba Airtel, Vodacom au vipi, utaweka hapo na kisha hapo po utakumemaliza, na kisha hapa bonyeza ni yoyote ile, tuweze kuona kama zinafanya kazi au kama ni za uhakika. kama unavyoona hii linki nimeclick hapa, lakini hii link hapa, kwenye linki kwenye site site, kwenye site. Kwa hivyo, kama unaweza kwenda kuchambua ukaitembelea, alafu utatupa feedback kama wewe utaionaje na wewe ila mimi nimeona ni babarisho kwa sababu kuna watu wengi ameniambia kwamba inatoa hela nini, lakini mimi nime kuna mwanafunzi wangu anaambia hivyo, lakini nimetizama nikasema, no, hii haina hakika. Wote asante kutizama video hii, tena katika wakati mwingine. Hii ni affiliate marketing.